Tupo Fumba town hapa, tumekuja kuja kwa ajili ya kufanya test mbalimbali, lakini test moja hapo kwa ajili ya kucheck load za t zetu, kufanya thermographic camera kwa ajili ya kuskani, kuangalia overheating temperature zote loose connection, lakini pia tupo na mashine ambayo kwa ajili ya kufanya insulation resistance. Tumefanya pia tumefanya ground resistance kupima, tunaenda kila apartment kwa ajili ya kuangalia panel. Hapa tuna hii portable machine yetu hii ya kisasa inaitwa Installation analyzer. Installation analyzer, inaweza kupima karibia vitu vyote lakini kwa mfano tume connect hapa. Hapa tua tuangalie phase rotation au phase sequence ya hii system. Kwa tuta starti kucheck phase sequence. Again, natuambia, not correct. RTS kwamba hizi phase zimekuwa change inawezekana kwenye transformer au kwenye connection yoyote lakini pia Tuendelee kuangalia kitu labda loop impedance ya hili hii system. Kwa hiyo hii mashine ina uwezo wa kufanya kazi nyingi. Kwa hiyo impedance, tuna change tu function tu hapa impedance, then tuna start kuangalia loop impedance. Hapa natuambia no power. Naingiza hapa ground yetu ili tutuupata ground ili tuweze kupata loop impedance. Kwa hiyo tukistart hapa inatuonyesha low voltage, na tunaweza kushift kwa phase inofuata hapa, inaweza ikapima kwamba loop impedance inatakiwa maximum angalau standard voltage ianze 220 iweza kuleta vao, lakini unaweza ukaona impedance yetu hapa imekuja mpaka 195.9. Prospective fault current ni moja ampere, kwa hiyo umeanza na fezi hiyo ya kwanza, unaweza ukaona voltage yetu tunapoonyesha. Current tutaangalia active power, reactive power, apparent power na power factor na vitu vingine. Unaweza ukajionea mashine inafanya analysis ya namna hiyo, lakini pia kama utaka uangalie tuangalie measurement ya, ya unit au ya ya, tuangalie unit kwa muda fulani, machine voltage average na voltage peak inafika mpaka 335, lakini average voltage 239, lakini current ambao ya operation na pia current peak operation ya 41 au 42. Hii peak mpaka 64, unaweza kuona value inakuwa ina peak kwa ukubwa, lakini kuna total harmonic distortion, unaweza kaiona frequency na vile. Lakini mashine hii ina uwezo wa kupima vitu almost kama 20 rini, kulingana na designer ya hii mashine. Hii ni installation analyzer, installation zote unaweza kaangalia kwa hii mashine bila tuipime. Hapa tutaangalia baadaye kila kipimo tutapima vipi, lakini unaweza kaona rasidi za kukuchekia kacheki resistance, kacheki soil resistivity. Kwa vitu mbalimbali eza akuchekea na ukaona. Kwa hiyo nashukuru, tunaendelea na shughuli zetu za vipimo ili tuweze kukamilisha.